Lissu kutuma ujumbe maalum kumuenzi mwanzilishi wa Chadema Edwin Mtei. Arusha — mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antiphas Mughwai Lissu anatarajiwa kutuma ujumbe maalum wa heshima kumuenzi mwanzilishi wa chama hicho, Edwin Isaac Mtei, ambaye alifariki dunia hivi karibuni akiwa na umri wa miaka 94. Ujumbe huo utasomwa wakati wa ibada ya kumbukumbu -kumbu, itakayofanyika kabla ya mazishi ya marehemu Mtei nyumbani kwake Tengeru, mkoani Arusha. Ujumbe wa Lissu unatajwa kuwa wa kihistoria na wenye uzito mkubwa, ukiwa na lengo la kutambua mchango wa Mtei katika harakati za demokrasia, ujenzi wa Chadema na maendeleo ya siasa za vyama vingi nchini Tanzania. Ingawa Lissu hayupo huru kushiriki moja kwa moja kwenye shughuli hizo, chama kimesema ujumbe wake utafikishwa kwa umma kama ishara ya heshima na mshikamano wa kisiasa. Ibada ya kumbukumbu kabla ya mazishi. Kwa mujibu wa ratiba iliyotolewa na Chadema, kutakuwa na ibada maalum ya kumbukumbu itakayofanyika siku moja kabla ya mazishi rasmi. Ibada hiyo itawakutanisha viongozi wa chama, wanachama, wanaharakati wa demokrasia na wananchi wa kawaida walioguswa na maisha na mchango wa Edwin Mtei. Ibada hiyo inalenga kutoa nafasi ya kutafakari maisha ya marehemu, misingi aliyoiweka, pamoja na maono yake kuhusu Tanzania yenye demokrasia, uwajibikaji na haki kwa wote. Ujumbe wa Lissu unatarajiwa kuwa sehemu kuu ya ibada hiyo, ukisisitiza umuhimu wa kuendeleza misingi na dira ya Mtei. Maisha na urithi wa Edwin Mtei. Edwin Mtei alikuwa mmoja wa watu muhimu sana katika historia ya Tanzania ya baada ya uhuru. Alianza safari yake ya utumishi wa umma kama mtaalamu wa uchumi, akawa gavana wa kwanza wa Benki Kuu ya Tanzania, baadaye waziri wa fedha na hatimaye akawa mmoja wa waanzilishi wa siasa za upinzani wa kisasa nchini. Baada ya kutofautiana na uongozi wa wakati huo kuhusu mwelekeo wa sera za uchumi, Mtei alichukua uamuzi wa kihistoria wa kujiuzulu wadhifa wake wa uwaziri, ukionyesha msimamo wake wa kuzingatia misingi na maadili badala ya madaraka. Hatua hiyo imeendelea kukumbukwa kama mfano wa uadilifu na ujasiri wa kisiasa. Katika miaka ya 1990 kufuatia kurejeshwa kwake mfumo wa vyama vingi Chadema, alishiriki kuanzisha Chadema, chama ambacho kililenga kuwa sauti ya mabadiliko ya kisiasa na kiuchumi. Akiwa mwenyekiti wa kwanza wa kitaifa wa chama hicho, aliweka misingi ya uwazi, demokrasia ya ndani na utetezi wa haki za raia. Msimamo wa Lissu kuhusu Mtei Tundu Lissu amekuwa akimtaja Edwin Mtei kama mmoja wa watu waliomjengea misingi ya ujasiri wa kisiasa na msimamo thabiti dhidi ya mifumo kandamizi. Katika ujumbe wake, Lissu anatarajiwa kueleza jinsi Mtei alivyokuwa mfano wa kiongozi anayesimama kwa maadili, anayethamini ukweli na asiyeogopa gharama za kusimamia anachoamini. Chadema imesema ujumbe huo utakuwa si wa maombolezo pekee, bali pia wa hamasa kwa wanachama na Watanzania wote kuendeleza mapambano ya kidemokrasia kwa njia ya amani, mshikamano na kuheshimu sheria. Ushiriki wa jamii na viongozi wa kisiasa. Mazishi ya Edwin Mtei yanatarajiwa kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali wa kisiasa kutoka ndani na nje ya Chadema, wanaharakati wa haki za binadamu pamoja na wananchi wa kawaida. Heshima hiyo inaonyesha jinsi marehemu alivyoacha alama kubwa katika historia ya taifa licha ya tofauti za kisiasa. Kwa wengi, Mtei anabaki kuwa kielelezo cha kiongozi aliyekuwa tayari kutoa nafasi yake ili kulinda maslahi mapana ya taifa. Urithi wake unaendelea kuishi kupitia chama alichokianzisha pamoja na kizazi kipya cha viongozi wanaoamini katika demokrasia na utawala wa sheria. Maana ya ujumbe wa Lissu kwa Chadema na taifa. Ujumbe maalum wa Lissu unaonekana kuwa na maana pana zaidi ya kumwenzi mtu mmoja. Ni ujumbe wa kuikumbusha jamii kuhusu historia ya mapambano ya kidemokrasia nchini, gharama zilizolipwa na waanzilishi wake na wajibu wa kizazi cha sasa kuendeleza mapambano hayo kwa busara na mshikamano. Chadema imesema kuwa kupitia ibada ya kumbukumbu na ujumbe huo chama kinatarajia kuimarisha mshikamano ndani na kuwapa nguvu wanachama wake kuendelea kupigania haki, uwazi na maendeleo ya kweli kwa Watanzania wote. Kwa ujumla, ujumbe wa Tundu Lissu kwa heshima ya Edwin Mtei unatarajiwa kuwa tukio la kihistoria linalounganisha maombolezo, tafakari na wito wa kuendeleza misingi ya demokrasia. Ni kumbukumbu kumbu ya maisha ya kiongozi aliyetoa mchango mkubwa kwa taifa na ahadi ya kuendeleza ndoto yake ya Tanzania yenye haki, usawa na uwajibikaji.